Habari mwana The Voice of Tech. Leo katika chaneli yetu tutajifunza jinsi gani ya kuweza kuconvert video kwenye format kupeleka kwenye MP4 format. Kitu cha kwanza hapa cha kuangalia, unatakiwa ufungue Chrome yako, kishaenda hapo nenda hapa kwenye Google hapa, search bar hapa, andika vid video converter, piga enter. Ukishafunguka hapa itakuleta kwenye hii, haina haja hata kusaini hapo kusoni, unaingia hapa convert video file, ukishaingia convert video file itafunguka hapo, nasubiria ifunguke hapo hapa itakuletea. Hapa unatakiwa kuupload faili yako ambayo unataka kuconvert video yako, kisha upload hapa, kisha ingia upload video, itakuleta moja kwa moja kwenye faili hapa ambayo unataka kufanya nini, kulifanyia uploading hapa, unataka kufanyia kuconvert.

Sisi tuipeleke kwenye mp MP4 ukimaliza MP4, hapo convert. Hapa kwenye convert itategemea na ukubwa wa faili lako na spidi ya intaneti yako. tayari hapa imemaliza kuconvert na download folder lako file video yako kwa ajili ya matumizi mengine. Tunaona video yetu hii hapa, sasa tayari imemaliza kudownload na sasa itakuwa katika fomati ya nini? Ukibonyeza hapa ukiangalia property, mwanzo ilikuwa iko fomati nyingine, saa hizi tayari imekuja katika fomati ya MP4. Asante kwa kuwa na mimi, usiache kusubscribe, kulike na kushare ili kupata mwendelezo wa video zetu kila tunapoziposti ndani ya channel yako ya The Voice of Tech. Hapa utapata kujifunza mambo tofauti tofauti kuhusu teknolojia na masuala mengine graphics na internet kwa ujumla. Shukurani.